Huu si wimbo wa kusikiliza mara moja tu, ni wimbo wa kurudia kuimba na kusikia moyoni. Habari za wakati huu, mashabiki wa muziki wa Bongo Fleva, wapenzi wa ladha tamu ya muziki wa kidhazi kipya, na wote wanaopenda burudani yenye ujumbe, na hii ni Diki Studio TV, habari kamili Msanii Ammy ameachia rasmi wimbo wake mpya, kazi ambayo inaonyesha ukuaji mkubwa wa kisanii, ubunifu wa hali ya juu na mchanganyiko sauti laini pamoja na midundo ya kisasa. Wimbo huu umebeba ujumbe mzito wa maisha, mapenzi na wahalisia wa jamii, huku Ammy akionyesha uwezo wake wa kuwasilisha hisia kwa sauti yenye mvuto na maneno yenye maana. Kupitia ngoma yake mpya, Ammy anaonyesha wazi kuwa yupo tayari kupanda daraja lingine kwenye muziki wa Tanzania akilenga sio tu soko la ndani bali pia wasikilizaji wa kimataifa. Mashabiki tayari wameanza kuonesha mapokezi makubwa kupitia mitandao ya wa kijamii, wakisifia melody beat na ujumbe wa wimbo huo. Bila shaka huu ni, ni mwanzo mpya kwa Ammy na ishara kuwa kuna mengi mazuri yanakuja. Usibaki nyuma. Kama bado hujasikiliza wimbo mpya wa Ammy, huu ndio wakati sahihi. Bonyeza play, ongeza volume na ruhusu muziki kupeleke na pia usisahau kushare, kusubscribe, kulike na kukomenti hapo chini ili uweze kupata habari mulwa za kuhusu madhara ya michezo burudani kupitia Dicky Studio TV.